Jambo la pili, hii kesi ni ya Tundu Lissu dhidi ya jamhuri. Jamhuri ni mimi, wewe, kila mtu hapa. Kesi hii kweli na maslahi na jamhuri? Haina ushahidi huu wanaoleta hawa watu, ni kweli hawa nituwakilisha sisi jamhuri? Hapana, tunamtaka DPP, hii kesi ifutwe haina maslahi na sisi Watanzania, haina maslahi na jamhuri ya muungano wa Tanzania, ina Watanzania wa tunajua, hata samaki chini ya maji wanajua kesi hii ya kisiasa, kesi hii ya mchongo, ilitengenezwa ili Lisu asishiriki uchaguzi. Uchaguzi umeisha wamesha jitangaza, Lisu wanapaswa kuwa uraiani, tuendeleze mapambano, wananchi waamue nchi yao iongozwe na nani, kama nina CHADEMA ama chama cha Mapinduzi. La mwisho tunataka kesi hii iende, ionyeshwe live ili watanzania wamuone mhaini wao huyu na waone hawa mashahidi wanaoleta ushahidi wao kuhusu huu uhaini. Mwanasheria sheria, mimi kuna kitu na shangaa na ninaulizwa huko, ushahidi ulikataliwa mahakamani. Tundulisu anashitakiwa kwa kufanya ile press conference na ule ushahidi wa video uliletwa mahakamani ushahidi umekataliwa mahakamani. Kuna kesi hapo? Mimi nimeiba mbuzi, wewe umenipeleka mahakamani kwamba alienda kaiba mbuzi, ngozi hii nimeikuta kwake, mahakama imeikataa hiyo ngozi. Kesi ipo hapo? Kwa nini tunaendelea na hii kesi, DPP? Kwa nini nchi inauza dhahabu za BOT sasa hivi kwa sababu haina fedha, lakini tunatumia fedha. Ndunguru anatokea Iringa, majaji wengine wanatokea mikoani tunawalipa fedha za jamhuri kuwaleta hapa, kula, kulala, usafiri. Hizi pesa ni za umma, kwa nini tunauza dhahabu? Maana yake nchi haina pesa. Kwa nini tusiokoe hizi pesa za walala hoi kwa kufuta kesi za mchongo kama hizi DPP? Tusikilize wanachadema, mmetuchokoza na tusije kulaumiana. Hii hatutakubali na tutapambana mpaka kesi hii kieleweke. Nawashukuru sana.